Ndio, okay. Sasa bila kuchelewa naomba twende moja kwa moja utu, utupatie overview soko limeendaje, hasa wiki hii ambayo inaisha, ila pia kama ukuweza kutugusia uh, kwenye wiki tatu zilizopita maana tumeenda likizo karibu wiki mbili, tulikuwa hatu, hatuna session karibu wiki mbili, kwa pia ukuweza kutujuza kama kuna lolote limetokea kwa wiki mbili zilizopita itakuwa ime, imefaa sana. Karibu sana okay. Asante sana asante sana kwa hii ripoti ambayo nafi kiwero aliandaa jana, alafu nikuwa nategemea atakuwepo kumbe, naye inawezekana huko pengine mawasiliano amekuwa mabaya kwa sababu hayuko ofisini. Mi bahati nzuri niko hapa ofisini ambako uh, wataalamu wetu wamehakikisha kwamba mawasiliano yanaendelea kuwepo mm. Kwa hiyo kwanza la kwanza, kwanza wiki mbili tatu zilizopita hakukuwa na eventi kubwa au hakukuwa na significant news ambazo zina unaweza ukasema ziko